inawiwa kushauri yafuatayo kama mtaalamu nimepitia dokumenti hii kwa haraka nimepitia maoni ya timu ya management ambayo kimsingi tunavyoendesha mamlaka ya local government tulitakiwa tuyazingatie zaidi maoni ya local government kwenye vile vikao vinavyofuata lakini maoni ya, ya, ya management yalizingatia mwongozo wa tume huru ya uchaguzi na tunapokwenda kugawa jimbo lolote ni lazima tudili na vigezo na sio kutengeneza vigezo vyetu sisi wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na pointi hizi nina huyo ushauri kupitia kikao hiki tuzingatie maoni ya wataalamu, tuzingatie mwongozo wa tume huru ya uchaguzi na hasa ukizingatia watu wenyewe waliotetea maombi ya kugawa jimbo wenyewe huko ndani wameshagawanyika. Mheshimiwa mwenyekiti, ikikupendeza tubaki kwenye tume huru ya uchaguzi. Asante. Uzuri wa haya majadiliano yanatusaidia, hata nyinyi mtakuenda kutetea hilo jambo huko, mtakuwa mna majibu, sababu tumeshaanza kuwapata kuanzia huko. Kuna uwezekano hapa tukaulizana maswali mepesi mepesi kule utakokwenda kulitetea ili jambo ukakutana na maswali mazito zaidi. Lakini kuna kitu ninakihisi kwamba kuna uwezekano wengi wetu pia hii ramani hatu, hatunayo kichwani. Nilitamani sana kwenye hiyo kompyuta yetu hiyo TV hapo ramani ya Moshi ingewekwa hapo, tunajadiliana kwa kuona kwa, kwa sababu. Kwa vigezo vilivyosemwa kuna baadhi ya vigezo vingi hatuja miti kama tujamiti, vigezo lazima tuwe tuna strong reason ya kwa nini tunaligawa ili jimbo. Tungeka ramani hapo, tungewaonyesha watu kae Arusha chini ni wapi kitu gani ni wapi watu tungeona okay. Amezungumza Lema kama tunagaa labda twende vertical nani horizontal ama vertical tungeona hapo, kwa sababu kuna naweza tukawa tuna pointi moja ikafunika hizo pointi nyingine zote zilizokosekana. Kwa hiyo inawezekana hapa wengi pia tunajadili, lakini picha ya hiyo moshi tunayoisema wetu, wengi wetu hatuna tusi tukafanya maamuzi ambayo yataleta mgogoro baadaye, kwa sababu sisi tukibadilisha hapa, hii ni ngazi moja kweli ni kubwa lakini kama mapendekezo yalitoka huko chini yamekuja kwa njia hiyo mimi sioni sababu ya kuwa waoga. Kwa sababu alivyoeleza mkurugenzi na akaeleza DC ni sahihi kwamba kama kweli yamepatikana kutoka kwa wananchi kule chini akabarikiwa mpaka akafika wale wawakilishi wananchi ambao ni madiwani. Hiyo sio siasa. Siasa inayotaka kuja ni hii inayotaka kuingizwa hapa. Na hapa hatufanyi haya mambo kwa manufaa ya kulinda mtu au kumfanya mtu apotee. Uchaguzi huu tunaufanya kwa sasa hivi hapa hakuna, yani nataka kusema kwenye mwezi wa sita hakuna tena cha ubunge. Haya ni majimbo mapya. Kama mtu ataona huku kuna ugumu, kagombee huku kwa chini, akiona kwa chini kuna ugumu, agombee kwa sababu yote ni ndani ma, ya Tanzania. Maelezo yangu kwamba ibaki kama ilivyo ili kutokea mgogoro huku kwa wananchi, sasa hatutalaumiwa sisi, lakini tukibadilisha kutokea mgogoro, lawama zitakuja RCC katika mapendekezo haya, namna ambavyo wamegawa, kuna changamoto ambao nimeziona mimi. Changamoto ya kwanza Arusha Chini, kijiografia iko chini TPC, lakini imeweka ukanda wa juu alafu Mabogini ikaweka ukanda wa chini, wa chini, nadhani wa juu. Sasa kuna kata ambazo, kwa kata ya Mabogini, kata ya Mabogini ina eneo kubwa sana, pana sana na kama mheshimiwa mbunge alivyozungumza ni kata ambayo haina maendeleo yoyote, lakini maelezo ya mkurugenzi anasema ya kwamba ameangalia kijiografia, alafu ameangalia rasilimali. Kuna majimbo ambayo hayana kiwanda, kuna majimbo ambayo hayana madini, kuna majimbo ambayo hayana maji, kuna majimbo ambayo hayana maziwa, lakini yanawawakilishi bungeni.